Uh, ujumbe wa leo unasema unaweza ikafanya ikawa kama wewe ukitaka iwe. Mara nyingi Mungu anamtumia mtu ambaye kwanza ana ufahamu wa kutosha kuhusu Mungu, na umekaa umejiuliza mara nyingi, kwa nini naomba na maombi yangu hayajibiwi? Muda mwingi sio kwamba kwa sababu hauna nguvu za Mungu kwenye maisha yako Sio kwamba hauna Mungu, lakini hufanikiwi kwa sababu, cha kwanza bado hujajua kitu unachokiomba. Lakini cha pili, kwa nini haujibiwi maombi yako? Haujibiwi kwa sababu hujajua njia za Mungu kukujibu. Cha tatu, kwa nini haujibiwi maombi yako? Haujibiwi maombi yako kwa sababu hata Mungu akikujibu haujui kwamba amekujibu. Kwa hiyo muda mwingi unakuwa unatembea na imani pasipo matendo. Na neno la Mungu linasemaje? Imani bila matendo imekufa. Maana yake ni ngumu sana kupokea kutoka kwa Mungu kwa sababu principle za kupokea lazima utembee katika kanuni. Asa Watu wengi sana wamekata tamaa na safari ya maisha, lakini nataka nikuambie kitu kidogo leo. Watu wengi wanakata tamaa wakati Mungu yuko kwenye mchakato wa kukamilisha yale walioyaomba. Narudia tena, mara nyingi watu wanakata tamaa wakati ule Mungu yuko kwenye mchakato wa kuyajibu maombi yao nataka nawambia kitu kimoja, lolote ambalo ulimuomba Mungu leo, unajua lazima ujue, lazima limetendeka, lime kinachofanya watu wengi wasipokee majibu yao uh, ni pale kwenye waiting time. Tunapozungumza waiting time, tunazungumza nini? Yani watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba wakati wewe umemwomba Mungu wakati ule ule majibu yako tayari yalishachukuliwa na yuko malaika wa zamu ambaye kazi yake ni kuchukua majibu yako na kuyapeleka katika kiti cha enzi. Hasa wengi wanapoteza matumaini kwenye sehemu inayoitwa waiting time. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Hata kama utaomba kitu sirini, lakini kumbuka kwamba kuna prosesi like za kibinadamu lazima zifanyike ili wewe uweze kupokea majibu yako. Kwa mfano, umeomba swala la mchumba. Prosesi ya kwanza ya mchumba wako ili aje lazima Mungu amtoe kule aliko. Let's say leo hii unamuomba Mungu ukiwa uko Dar es Salaam. Uko unamuomba Mungu ukiwa Dar es Salaam, na mchumba wako yuko jijini Mwanza. Wakati huo huyo mchumba mwenyewe, kumbe hata neema ya wokovu bado hajaijua. Sasa <laughs> kuna mchakato kati ya yule unayemtaka na Mungu aliyemwandaa kufika kwenye mikono yako, kungehitaji zaidi ya miaka minne au mitano baadaye baada ya wewe kuomba. Amini kila jambo unaloliomba pale pale limeshafanyiwa kazi na ulimwengu wa roho. Ishu ni kujua kutembea katika majira ya, ya, ya mfumo wa kimungu. Nataka nizungumze na wewe kidogo. Katika ile eneo watu wengi wanaomba, lakini wengi hawapokei majibu yao kwa sababu hawajajua sheria ya ulimwengu wa roho. Wanaweza wakamdefine Mungu tofauti sana, wanahisi kama maombi ni mazito na shetani hapo anakazia ili watu wasielewe kwamba maombi ni kitu kimoja cha kawaida sana. Maombi tunavyoomba kwa Mungu ni rahisi sana kuliko tunavyoenda kumwomba mwanadamu. Yaani, neno la Mungu nasema yeye sio kiziwi hata asisikie, lakini haya maandiko kwa mtu mwenye uhitaji anafikiri kama ni makelele mbele zake lakini wakati unamwomba mungu pale, tayari Mungu anafanya njia ya kukupa majibu yako. Lakini watu wengi wanapotea kwenye sehemu inaitwa waiting, waiting time. Waiting time ni sehemu ya kusubiri. Ukweli ni kwamba watu wengi wanashindwa kupokea majibu yao kwa sababu katika kikipindi, kwa sababu hawana network mfululizo za Kimungu yaani, haiwezekani wewe ufunge alafu usome neno la Mungu wakati wa kuomba. <laughs> Nisikilize vizuri, yaani wakati unafunga na kuomba ndio una network ya kimungu. Sasa na bahati nzuri, wakati unaenda mbele za Mungu, Mungu anakusikia tayari. Mungu anaweza kukusamehe na akasikia maombi yako, lakini baada ya maombi unatoka kwenye network ya kimungu. Kwa hiyo hata yale majibu kujua bado ama tayari unashindwa kuyapokea kwa sababu uko nje ya network ya kimungu. Na ndio maana neno la Mungu linasema imewapasa wanaomwabudu Mungu kumwabudu katika roho na kweli, kwa sababu tunapokuwa katika roho na kweli, hapa ndipo tutapokea majibu yetu. Ni ngumu sana kupokea majibu kama uko nje na network ya kimungu. Sasa hapa kwenye waiting time watu wengi wanapotaka kufunga, wanapotaka kuomba, kwenda mbele za Mungu wanakuwa kwenye network. Lakini wakati wa kupokea majibu wanakuwa nje ya network. Na hili ni jambo ambalo watu wengi wanapishana na muda majira ya kiungu. Katika majira ya mwanadamu kuna majira ya aina mbili. Kuna majira ya kwanza yanayoitwa Kairos. Alafu kuna majira ya pili yanayoitwa Kronos. Kairos ni majira ya muda wa Mungu kwa mtu ambao haupiti, yaani hata watu wafanyeje, huo muda hautaweza kupita. Lakini Kronos ni muda wa kibinadamu, yani masaa haya ambayo yanapita. Sasa unapokuwa katika network ya kimungu, ni rahisi sana kutembea katika Kairos ya kimungu, yani ule muda ambao Mungu ametaka kukubariki au muda ambao au wakati wa kubarikiwa kwako. Sasa um, hapa e, watu wengi wanapishana na neema na, na ya Mungu kwa sababu uh, wengi hawajajua bado kanuni katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Yohana wa kwanza sura ya tano 5 mstari wa 14 katika tafsiri ya Biblia ya SUV neno la Mungu linasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawasawa sawa na mapenzi yake atusikia na kama tukijua ya kuwa atusikia kila, tuenda, kila tuombalo twajua ya kuwa tunazo zile haja tulizoomba kwake. Haja, jambo la kwanza Mungu, kwa nini tunashindwa kupokea majibu yetu? Ni kwa sababu hatujui kwamba tukiomba anatusikia. Yaani, utakuta mtu anakwenda mbele za Mungu, lakini hajui anayemwomba. Nataka nikwambie kitu, mpendo unayesikiliza hapo, kila jambo unalomwomba Mungu ujue, saa ile ile ulimwengu wa roho umeshaanza kulifanyia kazi. Kama vile ulivyoenda magotini pa Mungu kwa unyenyekevu, ukafunga na kuomba, ukawa katika network ya Kimungu, ndivyo hivyo hivyo majibu yako yakija ya, ya, ya utayafahamu kama ukiwa rohoni. Epuka sana kumtafuta Mungu kutafuta ni kitu ya Mungu wakati unaomba, lakini nataka nikwambie hata majibu yako kuyapata lazima ukae rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tukijua kwamba tunaomba na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kwamba tukiomba kitu sawasawa sawa na mapenzi yake atusikia. Kwa nini majibu yako hayaji kwa wakati kwenye maisha yako? Kwa sababu hatuombi sawasawa na mapenzi yake, na ndio maana majibu yetu hayaji kwa wakati, ama hatupati kabisa. Lakini pia sema na kama tukijua ya kuwa atusikia kila tuombalo. Kwa hiyo watu wengi wanaomba, lakini hawajui kama maombi yao yanasikiwa, yaani wanafanya maombi kama taratibu za ibada. Fanya maombi kama uhakika wa kupata mahitaji yako. Usifanye maombi kama taratibu za ibada. Katika Methali 16 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maana yake ni nini? Kuna wakati tunamwomba Mungu alafu tunampangia, tunataka ya yawe vile tunavyotaka. Majira ya kimungu hayawahi wala hayachelewi kinachohitaji baada ya maombi yako, lazima ujue kuna wakati wa kusubiri, na ili eneo ndio watu wengi sana hapa wanapishana na muujiza wao, kwa sababu maandalio ya moyo, umeomba pesa ya mtaji, lakini tayari unamwangalia mtu fulani ndio akukupa ile pesa, Mungu hawezi kujibu lakini omba mtaji vile kama hujui mtaji unatokea wapi, yaani ujue Mungu anaweza kutumia mtu yoyote kukupa mtaji. Hufanikiwi kwa sababu tayari unaomba mchumba, wakati mchumba unamwangalia yaani, unamwomba unamwomba Mungu akupe kitu ambacho majibu yake unayo hasa, hata ya majibu yakija utayakataa, kwa sababu tayari wewe una picha ya mtu unayemhitaji kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna wakati hatujibiwi kwa sababu tayari tuna program za majibu, tunampangia Mungu majibu ya kutupa nataka nikwambie kitu, ndugu unayenisikiliza, saa hii Ah, ukitaka kupokea majibu katika network ya Kimungu lazima ukubali kuingia gharama. Lakini nataka niunge nini tena hapa, katika Zaburi mstari wa arobaini mstari wa kwanza neno la Mungu nasema nalingoja kwa subira, kwa saburi ya Bwana, nalingoja kwa saburi ya Bwana, akainama akasikia aka kilio changu. Maana yake baada ya kuomba lazima uingie kwenye waiting time, kwenye kusubiri, na hapa watu wengi sana wanashindwa, kwa sababu tayari wana mawazo yao, yaani tayari, sisi Mungu ametuumba duniani, lakini tunaamini kama mfumo mzima wa maisha tunao, tunaanza kumpangia Mungu ajibu vipi, tunaanza kumpangia Mungu nini cha kufanya. Kwenye Habakuki 2 mstari wa tatu anasema maono haya bado ni kwa wakati unaoaminiwa, lakini hayatakuja hakika, wala hayatachelewa. Ijapokuwa yatakawia, ya, ya ngoja, kwa maana hakika yatakuja. Maana yake ni nini? Chochote ambacho unakiomba mbele za Mungu lazima kukufikie. Sikiliza nikwambie, kuna wakati wako wa kubarikiwa, kuna wakati wako wa kuinuliwa, kuna wakati wako wa kupelekwa viwango vingine, kuna wakati wako wa kufutwa machozi, lakini Je, unajua kutembea katika muda wa kimungu? Unajua kutembea katika kairos ya kimungu? Je, unajua kama majira ya Mungu huwa hayapiti? Nataka nikuambie kitu mpendwa unaye nisikiliza saa hii, wakati wa Mungu haupiti kwenye maisha yako, wakati wa mwanadamu ndio unapita. Kuna wakati umemwomba Mungu miaka mingi sana, juu ya Mungu kuinua watoto wako, juu ya Mungu kuinua uchumi katika familia yako lakini kadiri unavyoomba ndio unaona kuzidi, kuna mambo yanazidi. Sikiliza, Mungu ametengeneza majibu yako kwenye maisha yako. Mungu ametengeneza, kuku, ametengeneza kicheko, kama vile watu walivyoshiriki kilio chako, kwa kila moja kuona kwamba wewe una dhiki kubwa, wewe ni masikini, wewe ni fukara. Wewe ni wa kudharauliwa ndivyo vile vile baraka zitakavyokushukia kila mmoja atashuhudia baraka za Mungu na kuamini kwamba unaye Mungu wa majeshi kwenye maisha yako nataka nikwambie hivi kila jambo unaloomba mbele ya Mungu lina majibu yake na lazima utajibiwa lakini kubali kusubiri kila jambo lina mchakato kwenye maisha yako umetaka kuomba umemwomba Mungu akufanikishe Ndivyo siku unavyozidi kwenda, unaona kabisa kuna jina lako linachafuka, unaendelea kushuka, watu wanaendelea kukudharau, rumasi mbaye zinazidi juu yako, madeni yamekuzonga, watu wanakukatisha tamaa, watu wanakudharau. Nataka nikuambie kitu kimoja, kama vile unavyomwomba Mungu ukiwa katika network ya Kimungu, usikubali uwepo wa Mungu uende mbali na wewe. Nataka nikuambie kitu Jambo lolote unaloliomba katika ulimwengu wa roho, Mungu analitendea kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuangalie pale katika Mathayo 7 mstari wa 9 mpaka 11, neno Mungu anasema, au ni mtu yupi kati yenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio wa ovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema Je, baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa wema wale wa mwombao? Maana yake ni nini? Kama watu waovu wanaweza kuwapa watoto wao vitu sahihi, basi mungu ni zaidi. Maanake kuna wakati shetani anaweza akakunong'oneza kwamba maombi yako uliyoomba ni bure mbele zake, lakini kila ombi unaloomba mbele za Mungu hakika limefanyiwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kitu kisha unatembea katika majira ya kiungu. Roho Mtakatifu akupe macho ya rohoni kuweza kuona majibu yako, lakini Roho Mtakatifu ananiambia majibu yako yako njiani. Kama umewahi kukata tamaa kwa sababu ya maombi unayoomba kila siku kuhusu maisha yako, Roho Mtakatifu ananiambia majibu yako, yako yako karibu kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, katika Yoshua moja mstari wa tisa neno la Mungu nasema je, Sikuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Nataka nikuachie andiko hili, Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Katika kila jambo unaoliomba Mungu yuko pamoja nawe, usifadhaike mwana wa Mungu, wala usikate tamaa katika mapito yako, kwa sababu kila jambo unaolifanya kwenye maisha yako, Mungu ameandaa njia ya kukutoa mahali hapo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninaitwa Mwalimu na Apostle Frank Stephen Mhando. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana.